Mfahamu Cemre Baysel ni mmoja wa waigizaji chipukizi waliopanda kwa kasi katika tasnia ya filamu na tamthilia za Uturuki. Amezaliwa tarehe 5 Februari 1999 mjini Izmir, nchini Uturuki, na tangu akiwa mdogo alionekana kuwa na kipaji kikubwa cha sanaa, hasa uchoraji na uigizaji. Cemre alilelewa katika familia yenye mapenzi makubwa ya utamaduni na sanaa. Mama yake anatokea mji wa Shanurfa, na upande huo wa familia umekuwa na ushawishi mkubwa katika tabia na ustaarabu wake. Akiwa binti mdogo, alijiunga katika buja ya Shlai Sign Fine Arts High School ambako alisomea sanaa ya uchoraji, hatua iliyomfungulia mlango kuelekea ulimwengu wa ubunifu. Baadaye aliendelea na masomo ya sanaa katika chuo cha Ege, akinoa uwezo wake wa kufundisha na kuuelewa kwa kina ulimwengu wa kisanii. Kwanza kwa safari ya uigizaji. Safari yake ya televisheni ilianza mwaka 2014 akiwa na umri wa miaka 15 kupitia tamthilia ya yeshil denis. Ingawa nafasi ilikuwa ndogo, ilimpa mwanga wa kwanza wa kamera na kumtambulisha katika mazingira ya uigizaji wa kitaalamu. Kipaji chake cha kuiga hisia kwa urahisi kilivutia macho ya watayarishaji wengi. Kupanda kwake kwenye umaarufu. Baada ya kuonekana katika tamthilia kadhaa kama Simsizla na Paitat Abdulhamid, umaarufu wake ulianza kupaa kupitia tamthilia Elimi Brakma ambako alicheza kama Melis Chelen. Hapa watu wengi walianza kutambua uzuri wa uigizaji wake, ya utulivu, hisia na uwezo wa kubadilika kulingana na mahitaji ya mhusika. Mwaka 2020 ulikuwa wa mabadiliko makubwa. Kupitia solean, Jemre alipata nafasi yake ya kwanza kama miongoni mwa wahusika wakuu, na tangu hapo akawa mmoja wa nyota wanaochukuliwa kwa uzito nchini Uturuki. Milestones muhimu: Bat Oyunu ya mwaka 2021, tamthilia iliyothibitisha kipaji chake cha romantic comedy na kumletea mamilioni ya mashabiki Senden Dahagzel ya mwaka 2022, na na ilimpa nafasi ya kuonyesha mchanganyiko wa ucheshi na romance kwa kiwango cha juu. Sakla Beni ya mwaka 2023 ilionyesha upevukaji wa uigizaji wake na uwezo wa kubeba hisia nzito. Zifuatazo ni listi ya filamu za Cemre Baysel. Nitataja jina la filamu na alicheza uhusika gani. Yeshil Deniz alicheza kama gonja makaschi. Isim Sizla alicheza kama Gulperi. Paitat alicheza kama Firuze. Elimi Bilkama alicheza kama Meris Cheleni. Ramo alicheza kama Fatosh. Sol Yanim alicheza kama Birijik Elgun. Senden Daha Guzel alicheza kama Efusuni Aman. Sakla Beni alicheza kama Injila. Ashik Filmi alicheza kama Yaz. Leila Hayat Ashk Adelta alicheza kama Leila. Lavu Story alicheza kama Yaz Akdeniz. Na mwaka huu wa 2025 alikupo kwenye series ya Gula Gunala akicheza kama Zeyneb. Na hizo ndio filamu za Cemre Baysel. Tuzo na utambuzi. Jemre alianza kutambulika rasmi kama nyota wa kizazi kipya aliposhinda tuzo ya shining star kwa Kiswahili nyota inayoangaza katika tuzo za Golden Butterfly 2021. tuzo hii ilikuwa kama muhuri wa ubora katika safari yake. Maisha binafsi: mbali na uigizaji, Jemre ni mpole, mwenye tabasamu la kuvutia na anapenda sana sanaa ya uchoraji. Amehusishwa na mahusiano ya kimapenzi na mwigizaji mwenzake Aytach Shashmaz, ingawa maisha yake binafsi amekuwa akiyalinda kwa kiwango kikubwa. Ushawishi na taswira. Leo Cemre Baysel anahesabika kama miongoni mwa sura mpya zinazoongoza tasnia ya burudani ya Uturuki. Uwezo wake wa kuunganisha uzuri wa asili, uwezo wa kusimulia hisia na nidhamu katika kazi umeifanya iwe rahisi kwa mashabiki kumpenda. Ni msanii ambaye safari yake inaonekana bado ina hatua nyingi za mafanikio mbele. Je, una maoni kuhusu Cemre Baysel?